Mheshimiwa bunge tunaendelea, e, nimwite sasa mheshimiwa uh, Masache Njelu Kasaka aulize swali lake. Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti, naomba sasa swali langu namba 472 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutoa vibali vya ajira kila mwaka ambapo katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020/2021 hadi 24 25 jumla ya watumishi wa kada ya afya 1334720 na wameajiriwa na kupangiwa vituo kote nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwaka wa fedha 2020/2021 hadi 2024/2025 halmashauri ya wilaya ya Chunya imepokea jumla ya watumishi 151 wa kada za afya, na watumishi 46 wamepangiwa katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Chunya 44 ngazi ya vituo vya afya na watumishi 61 katika zahanati katika kuboresha upatikanaji wa vifaa tiba katika mwaka wa fedha 2024-2025 serikali imepeleka shilingi milioni 400 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba katika mashauri ya wilaya ya Chunya ambapo shilingi milioni 100 zimetumika kununua vifaa tiba katika ngazi ya zahanati. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 25-26 serikali imetenga shilingi milioni 200 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba ambapo shilingi milioni 50 zitatumika kununua vifaa tiba ngazi ya zahanati katika mashauri ya Chunya. Mheshimiwa Masache Njeru Kasaka: nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaishukuru serikali kwa kuendelea kuajiri na kutuletea wataalamu pamoja na vifaa tiba, lakini niombe niulize maswali madogo ya nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na kasi kubwa ya ujenzi wa zahanati pamoja na vituo vya afya uhitaji wa vifaa tiba bado ni mkubwa sana. Je, ni upi mpango wa serikali wa haraka kwa wilaya yetu ya Chunya kuweza kutuletea vifaa tiba kwa kuwa tayari vituo vya afya vya Sangambi, Mafyeko na Matwiga vimeshakamilika. Swali la pili, pamoja na kutuletea madaktari pamoja na watumishi wa ngazi mbalimbali ndani ya wilaya ya Chunya bado tuna upungufu wa watumishi wasiopungua 719 je, ni mkakati upi wa haraka ambao sisi wananchi wa wilaya ya Chunya mtaweza kutuletea ili kupunguza upungufu wa watumishi wa sekta ya afya? Majibu, mheshimiwa naibu waziri. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, katika kipindi cha miaka hii miwili ya fedha serikali imetenga fedha zaidi ya bilioni mia moja na kuzipeleka kwenye halmashauri zetu kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba na moja ya halmashauri ambazo zimepata fedha hizo, mheshimiwa mwenyekiti, ni pamoja na jimbo la Chunya. Kwa kwanza nimwakishie mheshimiwa Kasaka kwamba fedha za vifaa tiba zinaendelea kutolewa na katika mwaka huu wa fedha serikali imetenga zaidi ya bilioni 63.7 kwa ajili ya vifaa tiba katika mashauri zote mia moja themanini na nne ikiwemo mashauri ya Chunya. Kwa hiyo ni kuhakikishia kwamba tutaendelea kupeleka fedha kwenye vituo vya afya ambavyo umevitaja ili viweze kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi. Lakini swala la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na uhitaji wa, wa, wa, watumishi lakini pia na nyumba za watumishi, serikali pia imeweka mpango kuhakikisha kwamba tunaendelea kujenga nyumba za watumishi, watumishi na ni pia kuhakikisha kwamba watumishi wanaendelea kuajiriwa na ndio maana watumishi walioajiriwa katika kipindi cha miaka minne ni zaidi ya elfu thelathini na nne na mia saba na ishirini na zoezi hili ni endelevu. Serikali itaendelea kuweka kibali cha ajira na kuendelea kuajili watumishi katika mashauri zetu.